Uwani gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 15 siku ya Jumapili, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za na mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti laku la Mwananchi kwenye habari zilizopewa kipaumbele, inaanza na habari inayosema awamu ya sita yatimiza ndoto ya za JPM kwa daraja lakini usaliti, usaliti kidigitali ulivyo majaribu kwa wenza. Na habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni kilio tekaji cha tua UN serikali kutoa tamko, kilio cha tekaji cha tua UN serikali yatoa tamko. Hiyo ni habari ukurasa wa, lakini Samia aeleza sababu kuifungua Dodoma, Samia aeleza sababu kuifungua Dodoma na kodi mpya zinazotajwa kuwa na changamoto. Kodi mpya zinazotajwa kuna changamoto zinapatikana kwenye gazeti la kula Mwananchi. Habari hiyo inaendelea kwa kina. Lakini kichana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti la kula Habari Leo, guji la habari linaandika kuna habari inasema moto umeteketeza soko Temeke Studio, wafanyabiashara walia. Moto umeteketeza soko la Temeke Studio wafanyabiashara walia. Ile habari ukurasa nne. Lakini aliyekuwa dedi wa uviza na wenzake watano kizimbani kwa rushwa. Aliyekuwa ded wa uviza kizimbani na wenzake watano kwa rushwa ni habari pia ukurasa wa nne. Lakini bado kwenye gazeti lako la habari leo, kuna habari inaosema Samia eh, Rais Samia Suluhu Hassan avutiwa na uwekezaji wa AFDB. Rais Samia avutiwa na uwekezaji wa AFDB unafikia trilioni 21.15, wagusa reli, barabara, viwanja vya ndege lakini asema miundombinu imara itakuza biashara na uchumi, aipa barabara ya mzunguko Dodoma jina la Dr. Adensina. Hio ni habari inapatikana kwenye gazeti la habari leo. Lakini bunge la pongeza uwekezaji wa TPA bandari ya Dar es Salaam. Bunge lapongeza uwekezaji wa TPA bandari ya Dar es Salaam, lakini rais kuanza ziara ya siku tatu Mwanza leo. Hiyo ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la habari leo. Na Adesina apongeza kasi ya Tanzania, amsifu Samia. Kikwete asema rais anamheshimisha taifa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa ndani ya gazeti lako la habari leo ni vifo ajali ya ndege ya India vyafika mia mbili sabini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika habari kubwa, inasema watumishi wa umma watakiwa kuzingatia haki na wajibu. Watumishi wa umma watakiwa kuzingatia haki na wajibu, na kisanduku eh, bado kuna habari inasema serikali ya wahidi neema wahandisi wa zawa. Serikali ya wahidi neema wahandisi wa zawa. Lakini wajumbe zingatieni uadilifu huyu ni Hemedi anasema, wajumbe zingatieni uadilifu. Na ATCL yaota utoaji huduma, ya u... ya... Ya huduma usafiri barani Ulaya. Na kampeni ya matumizi ya umeme kupikia yazinduliwa. E, kampeni ya matumizi ya umeme kupikia yazinduliwa. Lakini kuna habari kimataifa inasema kisanduku cheusi ya ajali ya ndege ya India chafanyiwa kazi ya kisanduku cheusi ajali ya ndege ya India chafanyiwa kazi. Hiyo habari kwenye gazeti la kura la Zanzibar za leo kwenye kurasa za la mbele. Lakini gazeti la kura la Wamachinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele linaandika Tanzania Rwanda za saini kuimarisha mpaka kimataifa, WMA yafikia asilimia 96 utekelezaji mpango wa kazi wa mwaka na Rais Samia asisitiza kutunza miundombinu. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga. Rais Samia asisitiza kutunza miundombinu ni ya usafi na usafirishaji, eh, ni ya usafiri na usafirishaji iliyojengwa kote nchini ili kuweza kuwa na tija inayokusudiwa na kutumika kwa muda mrefu zaidi, lakini ailezea, eh, azieleza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha kazi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu zinatekelezwa kwa kiwango kinachokusudiwa. Lakini na BIPM amkingia kifua Dr. Samia. E, huyo ni na BIPM amkingia kifua Dr. Samia. E, kuna lipi basi? Pata gazeti lako la Machinga, habari inaendelea kwa kina. Na tukichana gazeti la Machinga, tuangazie gazeti lako la Mzalendo inaandika serikali ya Zanzibar wasanifu kuendelea kushirikiana. Serikali ya Zanzibar na wasanifu kuendelea kushirikiana. Uchaguzi sio gulio la kununua uongozi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo, wanasema uchaguzi sio gulio la kununua e, uongozi. Lakini habari kubwa ni Rais Samia ataka ujenzi wa viwango. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Mzalendo ni Rais Samia ataka ujenzi wa viwango e, huku ujumbe wa Majaliwa kwa wanafunzi vyuo. E, huu ni ujumbe wa Majaliwa kwa wanafunzi vyuo unapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo. Na Dr. Biteko ahimiza amani kuelekea uchaguzi mkuu Dkt. Biteko awahimiza amani kuelekea uchaguzi mkuu. Na kimataifa eh, uswahiba wa Trump na Elon Musk wageuka shubiri. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mzalendo ni uswahiba wa Trump na Elon Musk wageuka shubiri. Lakini tukiachana kwenye gazeti lako la Mzalendo eh, sasa tuangazie kurasa za nyuma za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mzalendo kwenye michezo, inaandika TPLB yatia neno dabi na ligi kuu. Ya TPLB yatia neno dabi na ligi kuu. Lakini bado kuna bado, nasema kumekucha uchaguzi mkuu TFF, kumekucha uchaguzi mkuu TFF e. Lakini kuna bado, nasema wageriaji mia mbili tisini na tano e, watingisha Dar es Salaam, na kocha wa Tiger Stars kubadili mifumo Sekafa e, kocha lakini kuna habari nasema Jumatano ya Juni 25 saa 11 jioni ni dabi ya Kariakoo. Lakini kwenye gazeti la lako wa wamachinga kuna michezo naandika kumekucha uchaguzi TFF e, kumekucha uchaguzi TFF. Yanga Simba Juni 25 mechi ya ubingwa. Yanga Simba Juni 25 mechi ya ubingwa. Lakini, Mukoko Tonombe kutua Tabora United. Mukoko Tonombe kutua Tabora United. Nyota Kigodi bado kuripoti kambini e, nyota Kigodi bado kuripoti kambini. Na kocha Hemedi Moroko apiga mkwara, kocha Hemedi Moroko apiga mkwara. Mbanapatikana kwenye gazeti lako la wa machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini bado tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo naandika Simba Yanga zaandika rekodi, Simba Yanga zaandika rekodi. Lakini shime amwangukia E, awangu, mwagia sifa wachezaji Twiga Stars na Twiga Stars kuiva Burundi kibabe, lakini kafu ya tangaza waamuzi wanawake. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula za Zanzibar leo, lakini bado tukiangazia kwenye gazeti la kula bora sporti lenye linaandika manne yaibuka Hamdi Fadru wafunguka, eh, mambo manne yaibuka Hamdi Fadru wafunguka, lakini Tausi anataka, eh, anatoka ibenga na ingia Uh, huyu ni kocha wa Azam Tausi anatoka na Ibenge kuingia. Lakini bado bari kuna habari inaosema wakongwe wanapigika uh, kikapu Dar es Salaam. Wakongwe wanapigika kikapu Dar es Salaam. Lakini nizamu ya The Blues, hiyo ni habari ya kimataifa nasema nizamu ya The Blues uh, lakini uh, Jokera uh, kamwaga mboga Man United, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo lakini habari leo gazeti lako naandika, Samia apongezwa kutatua mzozo wa mechi ya Yanga Simba. Samia apongezwa kutatua mzozo wa mechi ya mechi Yanga Simba. Lakini Yanga yaipeleka Dodoma jiji Zanzibar, vita ya hamia uchaguzi TFF. Vita ya hamia uchaguzi TFF. Lakini kwenye burudani, JD awashukuru mashabiki wake. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe lenye linaandika Yanga ro kwatu Simba kizungumkuti. E, Yanga ro kwatu Simba kizungumkuti. Mashabiki na wanachama wa Yanga waonesha furaha. E, ni baada ya kutangazwa kwa dabi. Lakini Azam yamwandaa Ibenge kwa Tausi. E, Azam yahusishwa na kocha Ibenge. E, lakini Tausi husishwa kuondoka Azam. Lakini Pogba anukia Monako. Eh, Pogba anukia Monaco. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako na Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti Nipashe kwenye kurasa za michezo. Ndio nafuja usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.